What's up yo ni matoni hapa. Yo kama yora kijana tuseme kama mimi ama hata mzee abin eh, eh anyone. Yeah, niko hapo uko na bibi mama. Eh? Kwa majadiliano na ushauri, kubadilishana nini, kusikizaidia those those those share hizo vitu ndo tunasema. Subscribe. Subscribe this channel. Ya, tasaidiana bana, ya takupa maujanja we ni kijana uko hapo eh, you know kuhusu hizi pusi za mjini nini na nini. Subscribe. wataka kujua nini kuhusu nini? Subscribe. Ya, kuhusu wasichana, kuhusu nini, kuhusu kuishi mjini na hizi pusi. Wajua sipokuwa makini mjini hizi pusi zitakupoteza na sitaki kuwa offend the pussies pusi sija offend pusi, sorry, lakini vijana, nani nani, mabude, subscribe subscribe, maujanja hapa, maujanja hapa, subscribe. Yo yo, Hammerton Hammerton Ogboma, Mnazareli Mnazareli Ogboma YouTube channel subscribe broda, maujanja.